Mnaotona um, mbele yenu hapa. Mimi naitwa Elia Faustini, niko na bwana ndugu Stanislaus. Sisi ni waumini wa dini ya Kikristo, lakini pia ni kutoka zehebu la kanisa Katoliki. Tuko mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa ama kuwapa taarifa ya habari ambayo tumeiandika tume kuipeleka katika ubalozi wa Vatican nchini Tanzania, taarifa ambayo ndani yake tumeambatanisha tume, tume ama tumeorodhesha mambo kadha wa kadha kutokana na matamko ama matamshi yaliyokuwa wanatolewa na katibu wa TEC kwa maana ya Dr. Charles Kitima. Wote ni mashahidi tunafahamu yale ambayo yanaendelea, tunafahamu nini kilitokea, tunafahamu matamko ambayo mbalimbali yamekuwa yakitoa Padri Kitima. Kuna mambo mengi amekuwa akizungumza ambayo ukiangalia ndani yake ama ukifafanua ndani yake hayana afya. Hali ambayo inapelekea kuonekana kwa maana ya waumini wote wa Katoliki wamekuwa sehemu ya yale ambayo anazungumza yeye. Sasa, baraza la maaskofu wa Katoliki nchini lina wajibu wa kufanya kazi kwa maana ya kuwatumikia pia waumini wa Katoliki. Lakini pia sisi kama waumini tuna wajibu wa kuwaeleza watu wetu kwenye baraza hilo, kwa maana wajumbe na katibu mwenyewe kwamba hiki na hiki kiko sahihi na hiki hakiko sahihi. Kuna mengi ambayo amekuwa akiyafanya Padri Kitima, ambayo yamekuwa ni mambo ambayo unaona wazi ama unaona kwa macho ya tatu kwamba huyu mtu anaongea vitu kutokana na hisia zake mwenyewe, anaongea vitu kutokana na hisia za kisiasa, kitu ambacho kwenye dini si kitu sahihi. Kwa hiyo mimi nisiyo mwongeaji sana, nitamkaribisha bwana Stanislaus, atawaeleza ata hapo. Aya, tumsifu Yesu Kristu. Uh, tumewaita hapa kwa sababu siku ya leo tarehe 22 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Mimi Stanislaus Tobias Nyakunga na mwenzangu Elia Faustin tulipeleka barua Ubalozi wa Vatican nchini Tanzania kuhusu mwenendo Padri Dkt. Chaz Kitima. Sasa, sisi tukiwa kama waumini wa Kanisa Katoliki nchini, tumewasilisha rasmi barua kwa Archbishop Angelo Akantino ambaye pia ni balozi wa nchini Tanzania tukiomba kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu mwenendo wa Padri Dkt. Chaz Kitima ambaye ni katibu katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Uh, hii ni kutokana, imetokana na malalamiko na mitazamo iliyoenea kwa muda mrefu katika jamii kwamba Padri Dr. Kitima amekuwa akihusishwa akihusishwa moja kwa moja na masuala ya kisiasa au ya siasa hasa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. E, nadhani wote ni mashahidi imekuwa hivyo kwa hiyo hususa pia kuingilia ama kushiriki kwa namna moja inayoonekana katika migogoro ya ndani ya chama na nje ya chama, lakini hali hiyo hiyo haionekani kwa vyama vingine kama vile ACT e, na vinginevyo, lakini inapokuja swala la CHADEMA Padri ama baba Kitima amekuwa akionekana yuko mbele sana. Sasa sisi barua yetu e, si ya kuhukumu wala mashambulizi binafsi, lakini ni ya ombi la kichungaji e, linalolenga kulinda taswira, umoja na, ma, na mamlaka ya kimaadili ya Kikatoliki. Kwa hiyo tumeifikisha leo na imesainiwa, imepokelewa kama mnavyoona, imepokelewa balozi wa wa Vatican. Tumewasilisha leo mchana, lakini pia mitazamo na malalamiko haya ime, e, iwe ni ya kweli au, au sio ya kweli, lakini yameanza kuleta sintofahamu miongoni mwa waumini, kwa kuweka kanisa katika mazingira yanayoweza kutafsiriwa kama ni ya upendeleo wa kisiasa. Jambo linalohatarisha nafasi ya kanisa kama chombo cha amani, upatanisho na mwongozo wa kiroho kwa Watanzania, uh, bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kwa sababu tunafahamu mpaka tumefikia kuongea hivi, sisi sote kwa Mungu tuna hadhi sawa. Uh, yani iwe yue... Padri, we mimi kwa Mungu wote tuna hadhi sawa, isipokuwa tu huku duniani kuna namna ya mgawanyiko wa madaraka, uongozi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kukumbushana sio jambo baya, lakini katika kutoa msimamo wetu tunarejea msingi wa maandiko matakatifu unaoeleza wajibu wa viongozi wa kanisa kuwa nguzo ya amani, umoja na maridhiano. Hata ukisoma katika baadhi ya maandiko kwa mfano kama Mathayo tano mstari wa tisa unasema heli wapatanishi, maana ha wa, hao wa, e, wataitwa wana wa Mungu. Hata ukienda kwa Efeso nne mstari wa tatu utasema jitahidi, e, Biblia inasema jit, jitahidini kudumisha umoja wa roho kwa kifungo e, cha amani. Yapo maandiko mengi yanayozungumza juu ya masuala ya kuweza kulinda amani au upendo. Lakini sasa, katika mwanga wa mafundisho hayo, ndipo waumini wengi wanapata ugumu kulinganisha tuhuma hizi za matarajio ya mwenendo wa kiongozi mwandamizi wa kanisa e, Katoliki ambaye ni kiongozi wetu pia, katika kipindi ambacho taifa linahitaji sauti za utulivu, maridhiano na, eh, na mshikamano. Kanisa linatarajiwa kubaki juu ya eh, juu ya, ya, ya, mivutano ya kisiasa na kuwa kimbilio la amani na upendo kwa watu wote. Lakini pia katika barua yetu, eh, katika barua yetu kwa balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu ambayo yanaweza yakaanza kufanyiwa kazi taratibu au kwa haraka niseme hivyo, makiwa taratibu tena, jambo litakuwa ni lile lile moja: kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr Chazi Kitima. Lakini pia namba mbili, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa kanisa unabaki huru dhidi ya siasa za vyama ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Namba tatu, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka ya kimaadili ya kanisa Katoliki. Na tuna imani kuwa mamlaka ya kanisa Katoliki kupitia Vatican ina busara na dhamana ya kulinda kanisa dhidi ya migawanyiko na kwamba ombi hili litashughulikiwa kwa maslahi mapana ya waumini na jamii kwa ujumla. Tunabaki kuwa waumini watiifu wa kanisa Katoliki tunaoheshimu mamlaka ya kitume na tunaendelea kusimama katika misingi ya imani, amani, utiifu, lakini pia maombi na umoja wa kanisa Katoliki. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo sisi, mambo makuu matatu ambayo tumeonelea, kwa sababu kama ime imeanza kuonekana leo, linazungumzwa hili leo, linazungumzwa hili sisi waumini, maana yake sio wote wenye mtazamo sawa, sio wote wenye akili sawa. Kuna mambo yanaweza yakawa yanaleta sintofahamu, taratibu taratibu kesho litazungumzwa kubwa zaidi, ambalo litatugawa zaidi sisi kama waumini. Kwa hiyo barua hiyo tumeipeleka leo na imepokelewa, imesainiwa na tunaamini kwamba e, kwa mujibu wa tulivyo, tulivyo, kwa, kwa, kwa vile tulivyopeleka na mawasiliano yetu yapo na kila kitu kipo basi tuta, tutaona namna ambavyo wao watatujibu na kama itatokea basi tutawaita tena waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kutoa e, mrejesho.